Kwamba ni muhimu sasa kuwa na wizara ya mawasiliano na teknolojia na habari pamoja na innovation ubunifu, pale. Alisahau rais akaerejea tena, kwa maana wizara hii ni wizara muhimu sana. Eh, transformation ni muhimu sana katika kuongoza jamii yoyote kabisa, lakini inakwenda sasa kushughulikia mambo mbalimbali mbali, ambayo hiyo ya kibidi tu lakini wizara nyingine ambayo Mheshimiwa Rais ambayo ameiweka mbali kwamba population ya, ya, ya watu ni vijana wengi. Na kama unakumbuka, ndugu mwandishi, bahati nzuri na nyewe tulikuwa wanao kwenye kampeni hizi, kila unapokwenda, ishu ilikuwa ni ajira, ajira. Kwa maana hiyo, zamani ilikuwa wizara inaoshughulikia ajira ilikuwa inaitwa wizara ya nchi, ofisi ya rais, eh, uwekezaji, sawa uwezeshaji na uwekezaji pamoja na ajira kwa maana mheshimiwa rais sasa ameiunda ameiweka pending peke yake ijitegemei sasa tunakuja na wizara ya vijana ajira na uwezeshaji kwa maana hiyo hizi wizara mbili mheshimiwa rais alivyoziunda tunakwenda sasa ile target kwenye ilani yetu kutimiza ajira laki tatu na nusu sina mashaka nayo kwa maana hiyo hawa watakuwa jukumu lao kuhakikisha tuna tuna tunaangalia tuna, tuna swala la ajira tunaangalia suala la uwezeshaji, lakini tunaweza kuwapromoti vipi vijana? Kwa maana hiyo wizara hizi ishirini ambazo mheshimiwa rais amewakabidhi mawaziri. Bahati nzuri sasa, niwapongeze mawaziri wote waliopewa dhamana hii, lakini mheshimiwa rais ametumia busara e. Kama utaliangalia baraza hili kwa kina, wingi wamerudi, wingi wamerudi, wachache mwalimu Haruna amemwona karudi, ambapo mwanzo watu walikuwa wameshtuka kidogo maana mzee alipokosema katika kampeni zake kwamba mara hii eh, baraza la mawaziri tutarajia watakuwa vijana watupu na wakina mama wengi, lakini Mheshimiwa rais amechanganya. Tunamwona eh, Mheshimiwa Haruna amerudi ambao umri kidogo na umekwenda tumemwona Dkt Halid karudi, na bahati nzuri Mwalimu Haruni amerudi kwenye wizara ile ile ambayo alikuwa anaitumikia. Dkt Halid karudi pale pale, yale mawasiliano tu yamepunguzwa ili kutoa kutoa kutoa nafasi nzuri ya ufanisi, lakini vijana pia wamepata nafasi. Tunaona tena kina Nadiri wamerudi kwenye baraza, kina Soraga tunaona wamerudi, lakini kina Gulamo wamerudi kwenye unaibu waziri, lakini pia kina wengine wameingia wapya. E, Salha naona karudi, Rahma karudi, Riziki karudi, lakini naona kina kina Hadija e, katibu mwenzangu wa idara ya siasa na uhusiano naye ameaminiwa kwa nafasi ya naibu waziri wa elimu, yuko pale Lela, pia amerudi. Lakini pia Mheshimiwa Rais ameangalia uwiano wa visiwa vyetu.